Yes, mambo vipi mtazamaji wa Nyambuga Media, leo hii ninakuletea update kutoka Kigoma kupitia mbunge wa jimbo la Kigoma mjini ambaye anafahamika kama Baba Babalevo, lakini jina lake la ubunge kama tunavyofahamu ni Clayton Levo Katos Chipando. Sasa leo hii kupitia ukurasa wake wa Instagram amechapisha video ambayo ikialika wananchi wa Kigoma mjini katika Pilau Day ambayo imepangwa ime kufanyika tarehe moja ya mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Sasa kuna vitu vingi ambavyo amewaahidi wanakigoma kwamba vitakuwepo Mwanga Community Center, ambao uwanja, kuna uwanja ambao ni maalum ambao ameutaja kwamba ndio shughuli zote zitafanyika. Sasa kuna majibu ambayo ameyatoa kwa, kwa baadhi ya maswali ambayo ya kiende, ya ku, ya aliendelea kuulizwa ku, ku, kupitia wadau mbalimbali kwamba amemwalika Shilole ili kuwa mpishi katika shughuli hiyo, lakini watu wanajiuliza kwa nini Kigoma hajachukua watu wa Kigoma kufanya upishi kwa maana ya kupika, lakini hilo amelijibu. Lakini pia uh, amesema ame kwamba kuna, kuna tani nne mpaka tano za pilau ambazo zitapikwa katika shughuli hiyo. Tumsikilize uh, kupitia video hiyo ambayo ameichapisha katika ukurasa wake wa Instagram ili kupata maelezo kamili. Tumsikilize Chipando. Uh, Baba Levo anaongea namna hii niweze kumsapoti Shilole. Shilole ni moja kati ya watu ambao wamenisapoti sana tangu nilipokuwa nahangaika na hata wakati wa kampeni na maisha mengine, amekuwa akinisapoti sana lakini, hapa juzi juzi, alipata matatizo ya kuchomewa moto sehemu yake ya kupata riziki. Kwa hiyo kumpa kazi hii ni pamoja na kumfariji rafiki yangu ambaye amepata matatizo kwa simpi tu biashara, lakini narudisha ili kumwongezea nguvu, kumwongezea mwendo tena aweze kusimama upya. Tukutane tarehe moja, Mwanga Community Center kwenye Pilau Day. Msanii ambaye mpaka sasa hivi amesha confirm Chino Anaman. <laughs> ndogo wangu sasa unijengea na nyumba Kigoma eh, lakini tuko kwenye maongezi ya mwisho kabisa kwa ajili ya kuhakikisha Vivani Boy Raivani anakuja Kigoma kwa ajili ya kusapoti. So tarehe moja kutakuwa na maroboti silimanini, michezo ya watoto. Natoa fursa kwa wananchi wa Kigoma mjini, mimi nitapika chakula, watu watakula. Wewe kama una lolote ambalo unaamini kwenye mkusanyiko ule, unaweza ukalibadilisha likawa biashara kwako. Karibu center, njoo weka sehemu yako, ya watu kupata ice cream, kupata nini, kupata maji, kupata vitu vyote. Njooni tumieni fursa hii, mikusanyiko kuweza kujitengenezea pesa, watu wa Kigoma mjini. Mwingine njoo funga mabembea, watoto kubembea, ukaweka hata shilingi shilingi, uh, mia, si shilingi hamsini, siku kuu, sikukuu na enjoy. Tumieni fursa ninazozileta ili ziweze kubadilisha mifuko yenu muweze kupata riski. Karibuni tarehe moja mwezi wa kwanza 2026, Mwanga Community Centre. Thank you.